Habari ndugu mtazamaji, leo tujifunze jinsi ya kutengeneza kastadi ya matunda au fruit custard. Hii fruit custard huwa inaandaliwa na poda maalum ya kastadi, utaiona huko mbele ya safari. Sasa hapo hivi mimi na matunda, nina apple, nina embe, nina zabibu mchanganyiko hapa hivi nimemenya embe na hapo kisha kukatakata katika vipande vidogo vidogo kama unavyoona hapo kwenye sahani. Kisha ninachanganya na zabibu nyeusi na zile za kijani. Inategemea na wewe, aina ya kila aina ya matunda unayotaka unaweza ukasefu. Hapo hivi nimeweka passion kwa ajili ya flavor au ladha na hiyo hapo ni custard poda yenyewe inavyoonekana, ukienda dukani kuulizia utaipata. Ehe, sasa naanza kuchanganya poda ya custard na maji kidogo, ili ilainike wakati naipika, isiwe na mabuja mabuja. Kama unavyoona hapo, niliweka maziwa, unaweza ukaweka maji, nikachanganya, kisha nikaupika kidogo kama unavyoona hapo, pia unaelekea kuiva, nimeweka sukari kidogo mm -hmm. Baada ya kumaliza nikachukua matunda yangu kwenye sahani, kisha nikachanganya, nikaweka na passion badala ya kuweka zile flavor ambazo zingine tumezoea kama vanilla. Basi kastadi yangu ikawa tayari. Sasa nimesevu kwenye bakuli tayari kwa kuliwa. Hii hapa, uaga ni nzuri kwa mfano unasubiria chakula ehe, au baada ya kula chakula, ni kama kiburudisho, kiburu fulani hivi. Ni kizuri kitamu sana kilaini. Hii kastadi poda hii ni kama vile sereleki fulani hivi, nzuri hatari. Jaribu uone.